Kwa kumalizia, ndugu zangu wanachadema na Watanzania, chama chetu kinashambuliwa kwa nia ovu, kwa lengo la kutaka kukiua, kwa lengo la majaribu yote haya ni kujaribu kukiua chama, kukifuta chama, au kukipoteza chama kwenye ramani za siasa. Nataka niwaambie uongozi wetu uko imara. Tundulisu mwenyekiti wetu ambaye yuko gerezani kwa sasa yuko imara viongozi wengine wote wa kamati kuu wako imara nataka niwahakikishie kwamba chama hakitatetereka uungwaji wenu mnavyotuunga mkono ndio inayomtisha watu wanaotufanyia matendo ya kigaidi ya kihaini ya kidikteta kujaribu kukifuta chama chetu Msitetereke, msibabaike, tuko kwenye ukweli na tutashinda vita hii. Hii ni vita ya kurudisha nchi hii kwenye mikono yenu. Ni vita ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika kubadilisha maisha yenu. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa waziri anavyosoma vizuri na mtoto wako mwanakijiji asome vizuri. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama rais anavyotibiwa vizuri na wewe Mtanzania kwa kutumia rasilimali zetu utibiwe vizuri ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa mkurugenzi fulani anavyopata maji na umeme kwenye nyumba nzuri, na wewe mtoto wako, na wewe upate maji na umeme kwenye nyumba unayokaa. Ni vita ya kuhakikisha kwamba na wewe usafiri kwa staha kama wengine wanavyosafiri. Kwa chama kinachopigana vita hiyo ni CHADEMA, chama ambacho kimekataa kujiunga na wadhalimu kupoteza haki hiyo. Endeleeni kukiunga chama chetu mkono, msitetereke Msibabaike, msitishike, msisikilize maneno ya watu wanaowaambia kwamba chama kinapotea au kinafanya nini. Chama kingekuwa kinapotea kisingekuwa kinazungumziwa na kina Wasira. Kila siku wanazungumzia chama hiki, hawazungumzi vyama vingine hivyo ambavyo hawasemi vinapotea, hawazungumzii vikaragosi walivyoviunda, wanazungumzia chama chetu kwa sababu chama chetu ni imara. Mikutano yetu nchi nzima imethibitisha hivyo. Upendo wenu zidi ya chama chetu, michango yenu ndio inasababisha tunashambuliwa. Tutawaelekeza njia mpya ya kuendelea kukichangia chama na kukiunga mkono ili shughuli ziendelee, wakati huo tukiendelea na mapambano haya ya kesi kuhakikisha tunashinda. Asanteni sana, kuweni imara, msitetereke, sisi tuko imara. Asanteni, endeni kukiunga chama mkono. Mungu abariki sana.